Tuna mpango, mpango mkubwa wa kukiteketeza za kijiji chote kuanzia watoto mpaka wazee, sisi sisimizi mpaka tembo, mimea mpaka ardhi. Hatuna huruma na hatucheki na wowote. Miaka mingi iliyopita, katika kijiji cha Buseresere huko Kanda ya Ziwa, kikiwa ni kijiji kilichozungukwa na dhilima pori tulivu kiasi aliishi binti mmoja wa pekee. Binti huyu aliitwa Saladin, alikuwa mrembo wa roho, Masha Allah, mwenye macho yanayoona zaidi ya walichoona watu wengine. Saladin alikuwa kipenzi cha wengi na ni fumbo kwa wachache. Mara kadhaa ungemuona akiwa na adabu ya hali ya juu, maana hata wakati wa kusalimia alipiga magoti paka chini. Sio tu wananchi walimpenda kwa sababu ya uzuri wake, ila ni kwa sababu ya moyo wake mzuri wa kusaidia watu. Siku moja usiku wa manane, akiwa katika ibada zake, sauti kutoka kale zilimtembelea Saladin. Sauti hizo zilibeba siri za damu na harufu ya kisasi, vilimnong'oneza Sauti zilikuja na ujumbe mzito ukimtaarifu namna ambayo mashetani wa kale wamepanga kuja kukiteketeza kijiji hicho. Tuna mpango mkubwa wa kukiteketeza kijiji chote, kuanzia watoto mpaka watoto mpaka, mpaka wazee, sisi mizi mpaka tembo, mimea mpaka, mpaka ardhi. Hatuna hatu na ha huruma, hatucheki na huruma na wowote na Kutokana na sauti hizo, Saladin alitambua kuwa hiyo kwake ni kama ilikuwa zawadi ya wale wachache waliobeba nuru ya uponyaji, lakini hofu isiyo na kifani haikumuisha kwa kuwa anatambua nuru hiyo daima huambatana na giza linaloihitaji. Mara baada ya kupambazuka, wanakijiji walijawa na hofu kubwa sana. Kwa majonzi makubwa, chifu alitangaza hali ya hatari pale kijijini. Aliwaambia wanakijiji kuwa jamii yao yote inaenda kuteketea na kupotea kabisa. Wabaya wamefika na wameshaanza ubaya ubwela, wamewachukua kimiujiza watoto wawili na hofu yake kubwa ni kuwa huenda likawa ni zoezi endelevu. Wakati huzuni ilipotanda walimgeukia Saladin, si kwa sababu alikuwa jasiri zaidi, bali kwa sababu alikuwa tayari kusikia kilio ambacho wengine walikikimbia. Mara moja, pasipo kupoteza wakati, Saladin aliingia porini, sio porini tu, bali ni porini mahali pasiri na kumbukumbu za kale. Alizungumza kwa lugha iliyosahaulika akifungua lango kati ya dunia ya walio hai na waliopotea. Ni katika pori lile ndani ya giza kuu alikumbana na kivuli. Hapa tutajifunza kitu: si kila kivuli ni ovu, lakini kile kilichomkabili kilihitaji zaidi ya maneno, kilihitaji moyo usiotikisika na imani isiyoisha. Hayo yote kwa ujasiri mkubwa yalipatikana ndani Saladin, ambapo sauti zile zilimsikia na kuamua kuwasamehe wanakijiji na kumuonesha walipo watoto wale wawili, ambapo mmoja alikuwa katika kisima hiki. Asubuhi hii Saladin anaibuka shujaa wa kijiji chezea. Saladin wewe, wanakijiji wanasikika wakishangilia kwa mikono mitupo aliondoka, na kwa mikono ya neema alirudi. Hii ni mara baada ya kuweza kuzuia hasira za watesi wa kijiji kile. Kupitia yeye, tumaini lilizaliwa tena, si tu kwa mtoto yule, bali kwa kila roho iliyoamini kuwa giza haliwezi kumaliza nuru. Alielewa sasa kuwa zawadi yake haikuwa kwa kijiji tu, bali kwa dunia. Asha aligeuka kuwa mwangaza kwa waliopotea, popote alipoenda. Simulizi hii imetungwa na Penina Lucas Bunyanya na kuandaliwa na Kos Goliath. Tafadhali subscribe kwa ajili ya video nyingine nzuri zaidi. Kubunda Media.